Wanaume wengi mnaswali msikitini, mnaswali uchi. Naomba ni wapasue hapo, tena wapiga za mgongoni. Mnaswali uchi, mnaswali na t-shirt fupi, mnatuonesha boksa, hamna bididi uundani. Acheni tabia za kibididi. Oya mwanangu, nakuomba tukikutana barabarani, wallahi usinisalimie, lakini analolitaka Mungu mtalisema. Kwa nini mnatuonesha boksa? Jana nimeswali na mtu swala pahala hapa sala ya isha tumeswali naye sala ya isha amevaa boksa ya shati la draft kiuno kipo wazi. Maghrib nimeswali msikiti mmoja, mtu mwingine kiuno kipo wazi. Adhuhuri jana nimeswali pale Rauda madrasa Turidha shuleni kwangu pale, watu wapo uchi. Leo alfajiri nimeswali na mtu yupo uchi. Watanzania wa Tanzania, Waislam na kusudia ni Islam. kwa ni nini mnaonyesha viuno huo ni udemu huo acheni udemu mnaonyesha viuno iwe nini sasa unaonyesha kiuno mtoto aki unaonyesha kiuno kwa kuliwe nini pumbavu wakubwa acheni ujinga huo njoni ndani ya msikiti mtu amevaa mevaa tahara stara katika sharti za sala sitratul aura Ukishakuwa bonge vaa nguo ya kutosha. Kaburini hakuna fashion fashion, mwanangu. Halafu boksa nyingine chafu kama miezi miwili hazijafuliwa, jumlisha na maji hamna kama ukinusa, ujapata mafua boksa. Halafu mmeanza tabia, Waislam mnavaa kaptula, mnavaa bukta, kaptula, kaptula, bukta, kisa mmeona watu Ulaya. Ulaya wale mabwabwa, naomba mwatafsirie. Sasa mimi sihitaji kwenda Ulaya. Na wewe jamaa anasema Marekani hamna kwenda? Kuliko kwenda Marekani mimi ni bora niende Tandale kwa Mtogole nikaishi. Kwani Marekani wapi? Marekani nini? Shakwenda kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mwezi huu juzi tarehe 13 nimerudi kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nimepita mbele nikaambia salamu alayka ya Rasulullah. Wanaambia mimi siende Marekani sababu natoka Tanzania kufiria mbali na Marekani wako. Mungu akulani popote walipo Waislamu. Nazungumza na Waislamu, wanamume na wanawake, wazazi majumbani, tusimame. Sio baba yupo strong, mama anakuwa sambusa; baba anakuwa sambusa, mama anakuwa chuma. Hapana, tusimame imara. Wanaume mnavaa hereni, wanaume mnavaa bangili. Kuvaa bangili na hereni ni uhanithi, ta chukua hiyo atakayekuuliza mwambie, amesema ruhusa gani?